Hii ni Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Katibu wa baraza la usalama la Urusi Sergei Shoigu ameituhumu shirika la kijeshi la nchi za magharibi NATO na umoja wa Ulaya kuwa zinaandaa mzozo wa moja kwa moja wa kijeshi na Moscow. Katika makala yake kwenye gazeti la Rosseskaya Gazeta, Shoigu amesema na nuku, wakichochewa na kuungwa mkono na London na Paris, wasomi wa Ulaya wanaendelea kutoa matamshi makali kuhusu haja ya kutoa kipigo cha kimkakati dhidi ya Urusi. Ameongeza kuwa NATO na umoja wa Ulaya zimeanzisha mipango inayolenga kuzitayarisha nchi za magharibi kwa makabiliano ya kijeshi ya moja kwa moja na nchi yake, akizitaja hatua hizo kuwa za uchokozi. Awali rais wa Urusi Vladimir Putin alizishutumu nchi za magharibi kuwa zinajaribu kumchochea atumie silaha za nyuklia nchini Ukraine. Walitaka kutuchokoza, walitaka kutusukuma kufanya makosa, Putin alisema katika matamshi yake yaliyojumuishwa kwenye waraka wa televisheni ya serikali uliohusu miaka ishirini na tano toka akiwa madarakani. Rais huyo wa Urusi aliongeza kuwa hata hivyo hakuna haja ya kutumia silaha za nyuklia na kusema anatumai hakutakuwa na haja jambo hilo katika siku zijazo. Na India imefyatua makombora kadhaa ndani ya ardhi ya Pakistani mapema leo alfajiri na kusababisha vifo vya watu nane katika mashambulizi yanayoweza kuzusha vita baina ya nchi hizo mbili jirani na mahasimu wa miaka mingi. Mamlaka za Pakistani zimesema kuwa makombora ya India yalilenga jimbo linalozozaniwa na, na pande hizo mbili la Kashmir pamoja na mkoa wa mashariki wa Punjabi. Moja ya makombora yaliupiga msikiti kwenye mji wa Bahbal na kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi kadha waziri mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharifu amelaani mashambulizi hayo ya anga na kusema nchi yake inayo haki ya kulipa kisasi kwa hujuma hizo za India alizozitaja kuwa ni kitendo cha vita. Mzozo wa sasa kati ya India na Pakistani umeibuka baada watu ya watu waliokuwa na silaha kulifyatulia risasi kundi la watalii katika eneo la kitalii la Palagam lililoko takriban kilomita 90 kutoka Srinagar, mji mkuu wa majira ya joto wa Kashmir unaodhibitiwa na India na kuua watu wasiopungua 27. Wakati hayo wakijiri, katibu mkuu umoja wamataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu operesheni za kijeshi zinazofanywa na jeshi la India kwenye mstari wa usimamizi wa mpaka wake wa kimataifa na Pakistan. Katika taarifa kwa waandishi wa habari iliyotolewa na msemaji wa Umoja wa Mataifa, Guterres alitaka pande zote zijizuie kuendesha operesheni za kijeshi katibu mkuu huyo Umoja wa Mataifa amesema dunia haiko tayari kushuhudia mzozo wa kijeshi kati ya Islamabad na New Delhi. Mapema siku ya Jumatatu, Guterres alionya juu ya mvutano kati ya majirani hao wawili wa eneo la kusini mwa Asia, akisema kuwa mvutano wao umefikia kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa katika miaka ya karibuni. Amesema afisi yake iko tayari kusaidiana na serikali hizo mbili kumaliza mvutano kwa njia za kidiplomasia, huku akisisitiza kuwa jibu la kijeshi si jawabu. Na kansela mpya Ujerumani Friedrich Merz ameionya Marekani dhidi ya kuingilia siasa zake za ndani. Katika mahojiano na televisheni ya ZDF, Merz amesema, ningependa kuhimiza na kuishauri serikali ya Marekani iache siasa za ndani za Ujerumani ziwe suala la ndani la Ujerumani na kimsingi ikae mbali na masuala haya ya kisiasa. Merz amesema serikali ya Marekani lazima ijiepushe na siasa za ndani za Ujerumani, na kuongeza kuwa anatarajia kufanya mazungumzo ya simu na rais wa Marekani Donald Trump. Ameongeza kuwa bado hajamfahamu Trumpu binafsi lakini atazungumza naye kwa uwazi, Merz akisisitiza kwamba yeye mwenyewe hakuwahi kuingilia kampeni za uchaguzi wa Marekani na kuchukua upande mmoja. Kansela huyo ameikosoa serikali ya Marekani kwa kueneza maoni ya kipumbavu kuhusu jamhuri ya shirikisho la Ujerumani. Alipoulizwa kuhusu msaada wa Marekani kwa chama cha siasa kali cha Alternative for Germany AFD, amesema nimekuwa na hisia kuwa Marekani ina uwezo kutofautisha kati ya vyama vya misimamo mikali na vyama vya kisiasa vya msimamo wa kati. Wawakilishi wa serikali ya Marekani mara kwa mara walikisaidia chama cha AFD wakati wa kampeni za uchaguzi, na mshirika wa Trump Elon Musk alifanya mahojiano na kiongozi wa AFD Wals Weidel. Na harakati ya mkawama ya Ansarullah nchini Yemen imesema kuwa kusitishwa kwa mashambulizi ya ga ya Marekani dhidi ya Yemen mkabala wa kusitisha mashambulizi dhidi ya meli za kivita za Marekani katika bahari ya Sham hakutabadilisha msimamo wa Yemen kuhusu kushambulia Israel. Msemaji wa Answarullah Mohamed Abdul Salam amesisitiza kuwa vikosi vya jeshi la Yemen vitaendelea kushambulia ngome za utawala wa Israel wa katika kuonyesha mshikamano na Wapalestina katika ukanda wa Gaza ulioathiriwa na vita. Abdul Salam amesema kuwa mkataba na Marekani hauhusiani na msimamo wetu wa kuunga mkono watu wa Gaza, akiongeza kwamba wa taifa la Yemen kwa Ghaza utaendelea kuongezeka kwa njia bora. Tangu kuanza kwa vita vya mauaji ya kimbari ya Israeli dhidi ya ukanda wa Ghaza mnamo Oktoba mwaka 2023, vikosi vya jeshi la Yemen vimefanya operesheni kadhaa kuwasaidia wapalestina wa Ghaza, operesheni hizo zikilenga ngome za utawala wa Israel ikiwa ni pamoja na kushambulia meli za Israeli au meli zinazokwenda kwenye bandari zinazokaliwa kwa mabavu na Israel na rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, katika mahojiano ya kwanza kufanya toka alipoondoka ikulu ya White House aliyoyafanya na shirika la BBC amesema kwamba shinikizo kutoka kwa utawala wa Trump kwenda kwa Ukraine kutaka kutoa eneo lake kwa Urusi ni kumridhisha adui kwa kulegeza msimamo. Katika mahojiano ya kipekee aliyoyafanya baada ya kutoka madarakani, akizungumza kutoka Delaware, amesema rais wa Urusi Vladimir Putin anaamini kuwa Ukraine ni sehemu ya Urusi, na mtu yoyote anayefikiri kuwa ataacha ikiwa eneo fulani litakabidhiwa kwake, itakuwa ni suala la upumbavu. Biden alisema ana wasiwasi kuhusu uhusiano kati ya Marekani na Ulaya kuvunjika chini ya Rais Trump, ambao alisema utabadilisha historia kabisa ya Ulaya. mwisho wa rubaza za kimataifa, kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashid.